Huyo ni rais wa Marekani, Donald Trump akichafua hali ya hewa duniani baada ya kutangaza kuzilima vikwazo nchi zote duniani ikiwemo kutangaza ushuru mpya mkubwa kwa mataifa washirika wa, wa kibiashara wa taifa hilo. Shirika la Associated Press limeripoti leo Alhamisi Aprili 3, 2025, kuwa Trump alitangaza uamuzi wa huo jana alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika bustani ya Rose Garden nchini humo katika kile alichokiita ni kuifanya Marekani kuwa taifa bora tena duniani. Miongoni mwa washirika wa biashara wa Marekani watakaoathirika zaidi na ushuru huo ni pamoja na China ambayo Trump ametangaza kuiwekea kodi ya asilimia 34 kwenye kila bidhaa inayoingizwa Marekani kutoka nchini China. Uamuzi huo unatajwa kuwa ni hatua inayotishia kuvuruga mfumo wa uchumi wa dunia na kusababisha vita vipana vya kibiashara katika mataifa yote duniani. Katika hotuba yake, Trump alisema anapandisha viwango vya ushuru kwa mataifa yenye ziada kubwa ya kibiashara dhidi ya Marekani huku akiweka kodi ya msingi ya asilimia kumi kwenye kila bidhaa inayoingizwa kutoka mataifa mengine duniani kuingia Marekani, huku uamuzi huo ukitajwa kuwa ndiyo jibu kwa kile alichokiita dharura ya kiuchumi nchini humo. Rais huyo asiyeishiwa na vitimbwi alisema ushuru huo unalenga kuinua sekta ya uzalishaji wa ndani ya nchi huku akidai kuwa tangu kukoma kwa Vita Kuu ya Pili ya Dunia, Marekani imekuwa ikiporwa ikiporwa na kuharibiwa na pia imebakwa na kuumizwa na mataifa mengine duniani. Hatua hiyo ni ongezeko la kihistoria la kodi ambalo linaweza kusababisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa na Marekani kuvunjika. Pia ni mchakato mgumu wa Wamarekani wengi, kwani gharama za mahitaji ya msingi kama nyumba, makazi na mavazi zinatarajiwa kupanda juu, huku ikivuruga ushirikiano wa kibiashara uliokusudiwa kuhakikisha amani na uthabiti wa kiuchumi duniani. Trump alisema anachukua hatua hizo kuingiza mamia ya mabilioni ya dola kwenye mzunguko wa serikali ya Marekani na kurejesha usawa katika biashara ya kimataifa dhidi ya taifa hilo. Na nukuu, walipa kodi wa Marekani wameporwa kwa zaidi ya miaka 50 lakini hilo halitatokea tena kuanzia leo, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Katika hatua nyingine, Trump alitangaza dharura ya kitaifa ya kiuchumi ili kuhalalisha ushuru huo na ameahidi kwamba hatua hiyo itarejesha ajira za viwandani Marekani, huku akidokeza kuwa anatambua kuwa sera zake kudhoofisha uchumi ghafla, huku watumiaji wana wafanyabiashara hasa na wafanyabiashara wakikabiliwa na ongezeko ungeze kubwa la bei ya bidhaa. Trump alitekeleza ahadi muhimu ya kampeni kwa kuweka ushuru aliyosema ni wakisawasawa kwa washirika wa, wa biashara akitumia mamlaka yake ya uraisi chini ya sheria ya nguvu ya dharura ya kitaifa kimataifa ya mwaka 1977, bila kuhitaji idhini ya bunge. Hata hivyo, hatua yake inaweza kuhala, kuhatarisha mamlaka yake ya kisiasa kwani baadhi ya maseneta wa chama cha Republican, hasa kutoka majimbo yanayojishughulisha na shughuli za kilimo na mipakani, wakieleza mashaka kuhusu busara hiyo ya ushuru huo wa Trump. Hisa za soko la Marekani zilipolomoka kwa kasi usiku wa leo baada ya kutangazwa ushuru huo huku hofu ya kudhoofika kwa uchumi ikiongezeka. Na nukuu, kutokana na tangazo la leo, ushuru wa Marekani utakaribia viwango ambavyo havijaonekana tangu sheria ya ushuru ya Smoot-Hawley ya mwaka 1930 ambayo ilisababisha vita vya kibiashara duniani na kuzidisha mdororo mkuu wa uchumi, yani Great Depression, alisema Scott Rinchcom kutoka taasisi ya kiuchumi ya yaa nchini Marekani. Viwango vipya vya ushuru vinategemewa kuleta maumivu na kilio katika mataifa mengi yanayotegemea kuuza bidhaa kwa wingi nchini Marekani kuliko kununua, hususan China. Serikali ya Trump ilikokota viwango vya ushuru kulingana na nakisi ya biashara na mataifa hayo, likisha ikapunguza kiwango hicho kwa nusu, hatua ambayo Trump aliita ni huruma ya kiwango kikubwa. Ikulu ya White House inasema ya nakisi ya biashara iliyotokana na ushuru wa usawa wa biashara ulifikia dola za Marekani bilio trilioni moja nukta mbili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Maofisa wa serikali wanapendekeza kuwa mataifa mengine huenda yakahitaji kuchukua hatua kubwa zaidi ili kushusha ushuru huo mpya, huku ushuru wa kulipiza kisasi kutoka kwa mataifa hayo ukitarajiwa kuifanya hali ya kiuchumi kuwa ngumu zaidi duniani. Mkuu wa utafiti wa uchumi kutoka taasisi ya Fitch Ratings nchini Marekani Oru Sonora alisema wastani wa ushuru unaotozwa na, na Marekani utapanda kutoka asilimia 2.5 kwa mwaka 2024 hadi asilimia 22 mwaka huu, na mnukuu, mataifa mengi huenda yakaingia katika mdororo wa uchumi. Unaweza kutupilia mbali utabiri wowote wa uchumi ikiwa viwango hivi vya ushuru vitadumu kwa muda mrefu. Alisema sonora mwisho wa kunukuu. Ushuru huo mpya utaongezwa juu ya tangazo la hivi karibuni la ushuru wa asilimia 25 kwenye magari yanayoingizwa kutoka nje ya Marekani, na ushuru wa China, Canada na Mexico, na vikwazo vilivyopanuliwa vya biashara kwa chuma na alumina. Trump pia ameweka ushuru wa kwa mataifa yanayoagiza mafuta kutoka nchini Venezuela na anapanga kuongeza ushuru wa bidhaa kama dawa mbao, shaba na chipu za kompyuta ambapo Canada na Mexico hazitakabiliwa na viwango vya juu zaidi ya vile ambavyo tayari zinatozwa. Trump anadai kuwa ni juhudi za kuzuia uhamiaji haramu na biashara ya dawa za kulevya kutoka katika mataifa hayo kwenda nchini Marekani na bidhaa zinazotimiza masharti ya mkataba wa USMCA hazitaathirika. Hata hivyo, ushuru wa asilimia 20 kwenye bidhaa kutoka China kutokana na nafasi yake katika utengenezaji wa fentanyl utaongezwa juu ya kiwango cha asilimia 34 kilichotangazwa na rais huyo. Hakuna ishara ya wasiwasi wasi kuhusu kushuka kwa soko la hisa ama kupungua kwa ujasiri wa walaji na umefanya serikali ya Trump kufikiria upya mkakati wake licha ya hatari ya kisiasa. Kwa mujibu wa maofisa waandamizi wa serikali ambao walisitiza kutotajwa kwa majina, walisema ushuru huo utakusanya mamia mabilioni ya dola kila mwaka. Ushuru wa asilimia kumi utaanza kutozwa kuanzia Jumamosi, huku viwango vya juu vikianza kutumika Aprili 9 mwaka huu kwenye kila bidhaa inayoingia Marekani kutoka nje. Trump aliondoa msamaha wa ushuru kwa bidhaa za China zenye thamani ya chini ya dola za Marekani mia nane na anapanga kuondoa msamaha wa, ki, wa ki, mataifa mengine wakati serikali ya shirikisho itakapothibitisha ina rasilimali za kutosha kuendesha utekelezaji wake. Wachambuzi wa nje wanatabiri kuwa uchumi wa Marekani utapata madhara makubwa kutokana na ongezeko la bei na kudorora kwa ukuaji wa uchumi duniani. Mwanachama wa chama cha Democratic Susan DelBene kutoka Washington alisema kuwa ushuru huo ni sehemu ya machafuko na ulegevu wa ndani ya utawala wa rais huyo, namnukuu, rais hapaswi kuwa na mamlaka peke yake na kuongeza ushuru kwa kiwango hiki bila idhini ya bunge, alisema DelBene, mwisho wa kunukuu. Hata wafuasi wa chama cha Republican waliomuunga mkono Trump wamekiri kuwa ushuru huo unaweza kuvuruga uchumi wenye kiwango cha ukosefu wa ajira kwa angalau asilimia 4.1. Spika wa Baraza la Wawakilishi Mike Johnson, kwa tiketi ya Republican kutoka Louisiana, alisema, tutaona jinsi hali inavyoendelea, inaweza kuwa na changamoto mwanzoni, lakini naamini mwishowe italeta manufaa kwa Marekani. Tayari mataifa washirika wa, wa Marekani yanayoathiriwa vikali na ushuru huo yameanza kuweka mikakati ya kujibu mapigo dhidi ya uamuzi huo wa Rais Trump. Kanada imeweka ushuru wa bidhaa fulani kujibu ushuru wa Trump, huku Umoja wa Ulaya ukipandisha ushuru wa bidhaa za Marekani zenye thamani ya kuanzia euro bilioni 26 sawa na dola za Marekani bilioni 28 28, 28. Kwa upande wake China ilitoa taarifa ikisema kuwa ulinzi wa kibiashara hauwezi kusaidia na vita vya ushuru havina mshindi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.